Tukitekeleza mambo kama yale, tutapata ujira ule ule ambao kwamba wanaopata wale ambao kwamba wanaenda kutekeleza ibada ya Hajj. Na leo tutapenda kuangazia hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameileta na masahaba, ama wanazuoni wa hadithi wakawa wanaitanguliza kwamba kusema, katika hadithi ya kwanza katika Bukhari, anasema innamal a'malu binniyat hadithi ya kwanza katika arobaini ya Nawawi ambapo kama tisoma pia inasema kwamba innamal a'malu binniyat biniyat, msemo kwamba unasema niyatul abdi khairun min amalihi, au niyatul mu'mini khairun min amalihi. Nini maana ya maneno kama haya? Nia ya mja, nia ya mumin ni bora kuliko amali yake. Vipi? Vipi itawezekana kwamba nia ya mumin ndio bora kuliko amali anayotekeleza?

na nawaeleza hadithi basi muhifadhi. Ma naqasa malu abdin min sadaqa, tumesema aywa hapa kwamba haipungui mali ya mja kutoka na sadaqa. Alafu akasema wala dhulima abdun madhlamatan wa sabara alaiha illa zadahu llahu izza. Hata dhulumi wa mja dhulma, akafanyiwa dhulma, akafanya subra katika dhulma kama ile, isipokuwa mola humzidisha utukufu na izi

ambaye kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku elimu lakini hakumpatia mali, akawa ana nia nzuri. Huyu ndo tunayemkusudia: niyatul mu'mini khairun min amalihi, nia ya mu'min ni bora kuliko amali yake. Mtu kama huyu akawa ana nia nzuri, akawa husema lau Mola Subhanahu wa Ta'ala amenirzuku mali, na mimi ningalifanya kama yule fulani mja wa khairi, ambaye kwamba hutoa katika sabilillah, ambaye kwamba hutoa zaka, ambaye kwamba hutoa sadaqa, akawa nia yake yeye ni kwamba lau Mola angelimruzuku mali basi angelitekeleza katika mambo yenye kumridhisha Mola subhana wa Ta'ala. Mtume akasema fahadha biniyatihi, huyu atapewa kwa nia yake. Yale ndio nia hujatoa pesa, hujafanya hajj, hujatoa sadaka, lakini umenuia, ulikuwa na nia na Mola subhana wa Ta'ala, ukawa mkweli kwa Mola subhana wa Ta'ala kwamba ya Allah, lau ungeniruzuku pesa mimi ningelikwenda ibada ya hajj. Ya rab, lau ungeniruzuku pesa mimi ningesaidia maskini. Ya rab

Mtu kama huyu hufanyaje? Akawa hamchi Mola katika mali yake, haungi kizazi chake, hatoi haki ya Mola subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema, fa hadha bi akhbath al manazil, huyu yuko katika manzila ya duni kabisa mbaya kabisa. Hali yake ndio ilikuwa mbaya kabisa. Mola ndio alikutunuku yale mali, Mola ndio alikuruzuku yale mali, ukawa wewe unayatumia katika njia isomridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Na mtu wanne ambaye kwamba hali yake ni mbaya ni kwamba mtu ambaye kwamba hakupata la mali wala hakupata elimu, akawa ananuia aseme, ah, ningekuwa na pesa mimi pia ningekuwa na starehe fulani, nafanya mambo fulani. Naendelea naye pia hupata kwa nia yake, niyatul mu'mini khairun min amalihi. inaweza kwamba mtu aweza katoka hapa akafunganya virago akachukua viza akatoa pesa akafanya kila aina ya kufanya ili aende kufanya ibada ya haji. Akifika kule haji awe atarudi haijatakabaliwa haji yake ile, kwa sababu ya nia yake haikuwa nzuri. Nia yake haikuwa ni yenye kwa ajili ya mola subhanahu wa Ta'ala, hajjan khalisan liwajhi Allah subhanahu wa Ta'ala. Haikuwa haji yake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa Ta'ala. Haji yake labda ilikuwa ni kujionesha, labda ilikuwa ni watu waseme kwamba yeye pia amekwenda haji. Taf, sababu za kidunia tofauti tofauti, maanake watu mpaka siku hizo huenda kule ili waione clock tower tu, burj saa basi, ende paka pale, mimi naishi clock tower bana, ni mambo mazuri kule, raha stare. Haikuwa nia yake ye kwamba ni ibada kwamba ni udhalilifu kwamba ni unyonge kwamba ni kunyenyekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, la alikuwa jeuri zake peke yake, basi yule atakuwa hakupata lolote. Na yule ambaye kwamba yuko hapa mjini, lakini nia yake ya, ya, ya, ni ya, ya rabbi lau ngali nduzuku mali, ningalitekeleza ibada ya haji kwa ajili yako. Ya rabbi aa, ningalitekeleza ibada ya haji kwa namna unavyopenda ya rabbi. Basi mtu kama yule huwa apata ujra na thawabu na haja kwenda kufanya ibada ya haji na hajatoha hata uh, khatwa moja kwenda kutekeleza ku ibada ya haji yuko pale pale kwao amekaa mjini, amekaa kwenye kijiji chake, amekaa mtaani pale, hajakwenda haji, lakini amepata ujra wa kuenda haji. Ndipo pale utasikia, katika visa vya watu wema, utasikia mtu yuko mjini kwao, lakini kuna mtu fulani mwema amemuona pale. Eh, utasikia mtu akwambia, namuona fulani mimi, mina namuona fulani mimi Arafa, hali kwamba fulani yuko mtaani amekaa, moja katika wanazuoni wakubwa, Alhabib uh, Alwi bin Shihab kama sijakosea, katika wanazuoni wa Tarim. Huyu asemekana hajawahi kwenda eh, haji, lakini kila watu wakienda kila mwaka humuona kule haji, kwa sababu ya nia yake, ukweli wa nia yake. Mola subhanahu wa taala amemruzuku thawabu za haji na amal za haji. Kwa hivyo tuwe na nia njema, tuwe na nia ya ukweli, tuwe na nia ambayo ni khalisa liwajillahi subhanahu wa taala. Tumilie ya Mola, ya Rabb, ya Rabb